Namshukuru Mungu sana, mimi huduma sijaanza muda mrefu. Sasa hizi naweza nikasema ni mwaka wa nne ndio naanza. Sio muda mrefu sana, ule muda ile ile kisheria kabisa ni kama miaka minne sasa hizi tangu nimeanza huduma lakini mm -hmm. Pia swali langu ningine ni kitu gani ambacho mungu alikifanya, mm -hmm. Wakati tuko kwenye ibada ya hisi kabisa kwa siku hiyo Mungu aukukeshimsha. Sawa, kwanza labda kwa kukazia kabisa huo muda uliosema umeanza, labda ningeongezea kwamba kwa nini nilianza hiyo, pia inaweza ikanisaidia kidogo kwa wale wanaonitazama kwamba mimi huduma sijaanza. Mimi ni mwalimu professional, nimesomea na nimefundisha shule za viingereza kwa maana hiyo, huduma yangu mimi haijaanza kama vile watu wanavyofikiria au labda nilifundishwa au sijui nilienda chuo kama vile wanavyoanza watumishi. Mimi huduma yangu nilitokewa. Ukiangalia hata kuna ya ukifuatilia, kuna mwandishi wa habari alikuja kunifuatilia kuniuliza, utasikiliza vizuri sana jinsi nilivyotokea. Nilitokewa kama nyota, ilikuja nyota na ilivyokuja nyota, ikashuka kama jua, ikashuka kama mwanadamu. Afrika, niambie hivi ikaniita jina langu Mary, nataka unitumikie, mimi ni Kristo yule ambayo watu wananitafuta. Kwa hiyo kwanza huduma yangu tu imekuja mimi, kwanza hata sikuhitaji kuwa mtumishi, kwa sababu nilikuwa tayari na kazi yangu ya kialimu. Kwa maana hiyo, tangu nimeanza nilitokea muda mrefu kidogo, nikawa nakataa, nakataa, rasmi ndio hiyo, kama miaka minne iliyopita ndio nilianza. Na kweli yule mtu aliyenitokea ni yupo ndani yangu, ambayo baadaye nimemgundua ni malaika wa Kristo yuko ndani yangu ndio huyu anayenifanyia kwa hiyo, umefanya mambo ya ajabu sana. Sasa swali lako la pili, kwa habari ya kusema kwamba kitu gani ambacho kimefanyika tangu nimeanza huduma, sio <laughs> so, kwamba ninajisifu. Nafikiri eh, utakwenda kuuliza hata pale kanisani kwangu, hata hapo kanisani kwangu utaona, yaani kila mtu kimuuliza, atakwambia mimi nimefanyiwa hiki, mimi ni mengi nimefanyia, lakini kubwa zaidi ambalo linishangaa ni la kufufua mtu Nilifufua mtoto mdogo kwa mara ya kwanza, alikuwa amefariki kabisa, niliomba, nilimshangaa Mungu, alifuka hapo hapo. Sasa kipindi tunaanza, tunaanza ibada huduma nilikuwa sina hata, mpaka sahii nafikiri ndo tunaanza sasa kuniuliza ku, ku, lakini sinaga hata vyombo vya habari sijui nini na nini, lakini nilifufua mtu na mwingine alikuja naye amekufa, mama mtu mzima, naye nilimfufua halafu mwingine. Hivyo vitu ambavyo kwenye maisha yangu hasa kwenye mambo hiyo ndio linishangaza sana, na sio hiyo tu. Kuna watu walikuwa meenda wanatakiwa waende e, India, fanyie operation ya goita ya shingo ilikuwa hii, lakini hapo hapo nilitoa goita. Yaani ni vingi, ni vingi, yaani hata nikisema nijielezee hata kesho ukija utashangaa, ni vingi. Kuna watu anakuja, yaani ni kila siku Mungu ananitumia kimaajabu mpaka anafika wakati ananiambia, na pimeni, mbona wewe ujitangazi? Nikaambia, mimi kwa wakati wa Mungu kifika atanitangaza. Sinaga hata hata. Kasimu walikuwa wanatumia tu vijana wangu nyumbani wanachukua, lakini mimi walichoka. Siku zote ukiangalia nyuma, unakuta ni miaka minne mingapi, lakini sinaga hata kusema. Lakini maajabu, kila siku watu wanakuja kila siku. Mimi anauma, anaponyeka hapo hapo. Ni yani, uje na ugonjwa ni hapo hapo. Kwa hiyo ndio kitu ambacho ninashangaa na nitaendelea kushangaa, niko neema kubwa ndani yangu. mm -hmm. Lakini pia swali lingine ni unawambia nini au unaniambia nini, taifa la Tanzania ambalo wewe sasa ndo uko nyumbani na mama. mm -hmm. na ndo mtumishi ambaye tunakutazama kama mama yetu. kwa kipindi hiki inasema kila jambo na nyakati zake, kwahiyo hio, unawambia nini Tanzania ili walau sasa wasikie sauti ya mama, sauti ya kinabii kutoka kwako, sawa? yaani nikuambie tu kwa ufupi. Kwanza nataka tu niwambie kwamba habari ya unabii ni lilo, ni, ni, ni halisia kabisa. Najua sisi tuna majina mengi sana, hata nilivyoambiwa mimi na huyo ambaye ni Kristo alivyonitokea kwamba wewe nabii, ilikuwa ni nyakati ambazo bado manabii hawajaeleweka vizuri, kwa sababu ni muda mrefu kidogo, kama miaka kumi saba iliyopita, tisa hivi, nimeshasahau, ilikuwa vitu inaitwa manabii Ilikuwa kwanza ni shtuka sana nabii. Na na maana yake najua kama nabii walikuwa kwenye Biblia, lakini nakuaje leo mimi niwe nabii. Alafu, kingine kwamba mimi ni mwanamke, kwa hiyo nikawa naogopa je. Mbona kwenye Biblia wengi sana nao sikiaga wanaita nabii si nabii Yeremia, nabii nani? Ndio itakuaje kwa manabii wanawake? Ilikuwa inanisumbua sana. Naomba niwaambie taifa na mtu yote anayenisikia, manabii ni halisia kabisa, mtu asikudanganye kwa sababu hizi roho ni roho kama vile tunavyosema waganga. Ukiniambia eti mganga yupo Tanzania nitakushangaa. Tofauti ya sisi na wachungaji ni hivi. Wachungaji wanaenda shuleni, wanasomea, wanasoma Biblia, wanasomea, lakini sisi tuna kwa yani kama impacted, yani tuna tunaingizwa hii roho yani, hiyo roho ipo yani ni roho kabisa. Kwa hiyo taifa, ninaomba kwanza niwaambie, ni mnaonisikiliza kwamba manabii ni halisia kabisa na ni ngumu na hamwezi kutuondoa kwa sababu ni kama mganga kenyeji mwambie atoke, au ni kama mtu ambaye labda mtu, yani ni kitu ambacho tayari kiko, kiko, ni baadhi na sisi ni moja ya, ya wanadamu duniani ambao tumejitokeza. Alafu ila tu nilitaka niwape niwape tu shauri. Unajua kwa umri wangu nafikiri, sitaki kujiuliza niseme na umri gani, lakini na tangu nimeanza kusikia manabii, kwa sababu ni mzoefu kidogo, nimegundua manabii wengi wanaojitokeza sasa hivi, wengine ni watoto wangu kabisa wa kiroho. Yaani watoto wangu wa kimwili kabisa, manabii wa sasa wengine ni wadogo zangu, sitaki kutaja nani na nani na nani na na nani, lakini nataka niwaambie nyie manabii kwanza, mimi kabla sijaa nabii nilikuwa mtumishi mzuri wa kimungu wa makanisa ya kiroho Sio mtumishi wa mchungaji yaani, ni mtu ambaye mshirika wa makanisa makanisa ya kiroho vizuri, yetu makubwa haya ya kiroho, na mimi nimekuwepo. Naomba na niwaambie nyie manabii ambao mnakuja na kasi, wengine wanapotosha jamii mpaka inafika wakati watu wanaona kwamba si manabii sasa, ni wa uongo kweli. Palipokuwa na negative, pana positive. Palipokuwa na hasi, pana chanya. Si kwamba wote manabii ni wa uongo, hapana. Wakati ufike kwamba manabii wapo hadi leo. Tusisahau wale wachungaji wanaotuambia kwamba wachungaji ama manabii ilikuwa hizi za za zamani. Hapana, hata leo yupo kwa sababu Mungu ni yule yule, hajabadilika tangu hizi za zamani hata saizi, bado Mungu ni yule yule. Naomba nyie manabii, kwanza ni washauri ambao mimi nasema, wengine ni watoto, inawezekana hata mna kina mama wa kiroho, na shida iliyokuwepo kwa manabii, siwezi kuwalaumu sana kwa sababu sisi manabii tumetoka kwenye makanisa ya kiroho, wengi wametuzaa wenyewe. Sasa wanaotukataa wa saizi ni wao, oh, wao oh, wadio kutoka kwenye makanisa ya kiroho wa wachungaji wa nani wa nani, wanatuona sisi ni roho sisi za utambuzi na nini. Naomba niwaambieni, mimi ni mama ambaye nimetoka mbali kwenye maisha kanisa ya kiroho. Ninaomba sasa nyie vijana mwe na hekima katika mambo ya unabii namba moja, namba mbili, msipende kutabiri vitu ambavyo kama huna uhakika bila nyie, nakataza kama una uhakika sitabiri. Alafu unabii sio kama mtu amekuonyesha, ina maana wewe una neema, Mungu amekuonyesha kwamba sasa hivi, mfano nitoe mfano maandishi hapa kwamba, naona kesho unakufa. Nitoe mfano, sisi tuna neema ya kuona watu wanakufa, mimi naona sana, lakini Mungu anapokuonyesha kufa hasemi ufe, yani anakuita, we mtumishi wa Mungu, Bwana, nimemwona mwanangu e, Toni pale anakufa, mwandishi wa habari. Sasa wewe kama nabii Mary, mponye Toni, ndio bwana yake, sio kufurahia Toni akifa sema nilisema Toni ameshakufa, kumbe kulikafa hiyo sio Mungu. Hiyo tunarudi kwenye roho za kichawi na za kiganga. Sasa kwa sababu kiukweli, nabii anapoonyesha lengo lake, Mungu anapomuonyesha ni kuhakikisha huyu unayemuona umsaidie. Sitaki kulifaa hapo katikati. Tumekutana na mazingira ambayo leo tunaonekana hata manabii wengine hatuna akili wa uongo, kwa sababu watu wametabiri, na kiukweli kuna vitu vitendeka hapo katikati. Mimi sitaki kusema ni aina gani, lakini mi nilikuwa against sana nilikuwa gesi sana na niliombea nikaa na, na waombe yani nilicho kifanya mimi niliombea manabii waliotabiri uongo waliotabiri ukweli lakini hawakufanyia kazi kwamba anakufa mimi nisema hata kufa kwa sababu kila lazima kutana lazima chuma unao nini chuma lazima chuma inaponoa chuma niwe manabii wachanga niwe manabii wadogo wadogo jueni kabisa kuna mama ambaye ni nabii na kati kiukweli kwamba mimi sikupendaga hata kuwa nabii Sikupenda, nimelazimishwa kinguvu. Kuna vitu nimeviacha ambavyo nilikuwa na vitaka, kuna familia, kuna yani, kuna vitu vingi ambavyo mimi nasikia nina hasira moyoni mwangu kuona mtu anaharibu kazi ya Mungu kupitia unabii, hasa watoto wangu nyie, ambao nafikiri, tafuteni mamama, tafuteni mababa. Na hiyo ndio kosa ninalo sema, siwazi kuwalaumu kwa sababu walio tuzaa wametukataa. Sasa mimi niko tayari kwa kuitwa mama wa manabii, naweza nikaitwa mama wa manabii wamama. Mama wa manabii wengi hamna mama Mmejitoa tu mmejianzishia. Mungu anawatumia basi, mnajiita nabii. Ukimuuliza baba kwa kiroho, ah, mimi nilienda kwa fulani, nilienda ni, kwa unakuta mimi na mimi nikakuta, nimevaa, maisha yameenda, umeanza kutabiri vinatokea, umeanza kuona vinatokea. Na Biblia inasema itakuwa siku za mwisho. Yoeli mbili, sura ngapi inasema? Itakuwa Yoeli sura ya pili mstari wa nafikiri wa 10 inasema itakuwa siku za mwisho, nitamwaga roho yangu kwa, kwa wanawake na wanaume watatabiri. Kwa hiyo hii ni roho ambayo imemwagwa, ukimwamini Mungu ukimpenda, basi unakuwa nabii. Lakini kosa inakuwa hauna mama, hauna mtu aliyekufundisha, hujui kuuliza. Naomba nikwambie, niko experience enough kwenye hii eneo. njoo manabii, nikufundishe nikuelekeze jinsi gani ya kuboresha utumishi wako kuliko kutuharibia hii kazi. Hii kazi ni kama wachungaji wanavyoheshimika, hii kazi kama mapadri kama maskofu masi manani, naombeni tuweze kusaidiana kwenye eneo hilo. Ndo kitu ambacho nashauri sana kwa manabii wangu na taifa, nawaombeni nisaidieni kama mama, naomba watoto wangu, mi nawaita watoto wangu wa na, yani mi ni mama wa manabii leo najita, yani lasmi mimi leo najibatiza ni mama wa manabii, ni mama wa manabii. Naomba niseme hivi, watu ambao hamwaelei manabii hawana waalimu, wana roho za kinabii sasa naomba niwafundishe nje, niwaalike nyewe, manabii ambao hamuelewi mfanye nini, inawasumbua roho na hamna, njoo niwafundishe ili tutengeneze hali yangu hali yetu hii ya kitumishi ikae vizuri, ili tusiharibu tusiharibu confusion kwenye, kwenye taifa eh. Kuna confusion zinazoendelea, watu wanatabiri vifo na kikitokea wanafurahia. Hapana, ni kosa kubwa sana kwa nabii kufanya kitu kama hicho. Unapotabiri kifo, Mungu anataka ukimalize, ukifute, nayo nguvu ya kutoa kifo utatusaidia kuna watu wapendwa wetu wa wazuri watu walitabiri, tunahitaji kufuta hivyo na nimekuwa kinyume tangu nimegundua hilo kitu. Sasa hivi nimekuwa kinyume na nafuta na inatendeka. Mungu akubariki sana mtumishi. Watu wanaonisikiliza, nyie mnaonisikiliza saa hizi, niwaambieni kabisa ya, ya, kinfira, Mungu <laughs> Mungu ni ni uhakika, Mungu ni halisia. Tunapozungumzia habari ya imani, ni kitu halisia kabisa, sio kwamba ni uongo. Saizi nyakati za waganga basi, nyakati za matunguli basi. Nafikiri maandishi nitakuonyesha nitakuonyesha, mi nimechoma mikoba na matunguli. Mi nimeingia kwenye hapa pwani, kuna ukoo kuna fami, kuna kabila za kikwele kuna kabila ziko sana sana, wa kweli, nimechoma mikoba, nimechoma nani za waganga, nimetoa vitu sio vya kawaida. Kwa hiyo nilitaka kusema nyakati, saizi saizi sio nyakati tena za kuamini waganga. Unapoteza tu, na unapoamini roho za kiganga unaongezea shida. Wale waganga waliokuwepo zamani, sasa wameanza kupatikana kupitia watumishi wa Mungu. Kwa hiyo sisi ni kama waganga wa Kimungu, eh kwa hiyo ninawashauri, acheni kupoteza sijui mang'ombe ng'ombe, mbuzi. Ebu njoni kwa Mungu, njoni sisi tuna vifaa vya upako, naweza nenda kachimbie, bado namwamini Mungu. Kwa hiyo njoni kwa Mungu, Mungu ndio kila kitu. Ndio ushauri wangu.